Habari, karibu kwenye video hii. Ikiwa ni mara yako kwa ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kushare, usisite kulike wala kusubscribe kwenye video hii, ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine zinazokuwa zinafuata. Karibu sana, karibu sana leo tutazungumzia biashara kumi na tano zinazowafaa wanawake, wadada na wasichana. Karibu, nitaanza na biashara moja baada ya nyingine. Biashara hizi nimezipanga katika mtiririko mzuri sana ambapo nitaanza na biashara namba kumi na tano na mpaka nitaenda kufikia biashara namba moja. Hebu tuanze sasa na biashara namba kumi na tano. Biashara namba kumi na tano ni biashara ya muziki. Mwanamke mdada, au msichana yoyote, unayo fursa kubwa sana ya kufungua biashara ya muziki. Unaweza kufungua shule na hiyo shule yako utakaoifungua unaweza kuwa unafundisha watu muziki. Tukiangalia sasa hivi watu wengi sana wanapenda muziki, watu wengi wanapenda kutazama muziki, wasanii wengi wanajifunza muziki. Wewe sasa chukua wale kizazi kipya, wale ambao bado kwanza hawajaanza hata kutokeza, wafundishe muziki, wafundishe vizuri, kuwa na madarasa yako, watalipa ada na utapata pesa. Biashara namba kumi na nne ni huduma ya usafiri. Unaweza kufungua huduma ya usafiri na ukawa unasafirisha watu, unaweza ukawa unasafirisha watu kutoka mjini kwenda vijijini, na pia unaweza ukanunua magari. Ukinunua gari, unaweza ukawa unafanya usafiri, usafiri wa mbali na usafiri wa karibu. Kwa hiyo huduma za usafiri, unaweza ukanunua pikipiki, ukanunua bajaji au ukanunua gari na ukalifanya chombo cha usafiri na ukapata pesa. Si hivyo tu, unaweza ukafungua shule pia. Hiyo shule yako utakuwa unatoa mafunzo yaani training, unawafundisha watu kuwa na huduma bora katika vyombo vya usafiri, una train watu, una train makondakta. Unaona, sasa hivi siku hizi watu wengi wanafanya biashara watu wengi wana magari. Kwa hiyo wewe unaweza ukafungua shule, kazi yako ni kufundisha makondakta tu ili wawe na customer care. Hiyo ni biashara moja pambe sana watu wengi watakuja, watajifunza, na watu watapenda kuajiri watu ambao wamepata mafunzo ili waweze kutoa huduma nzuri za usafiri. Biashara namba kumi na tatu ni biashara ya ubunifu. Dunia inakwenda kwa kasi sana na mambo yamebadilika. Kadiri dunia inavyobadilika na kwenda kwa kasi, na sisi tunatakiwa pia tubadilike. Mtoto wa kike unayo fursa kubwa sana ya kufungua biashara ya ubunifu. Unaweza ukawa unabuni mavazi, unaweza ukawa unabuni vitu mbalimbali, na pale unapokuwa unabuni, watu wanapenda ubunifu wako na wanajifunza. Unaweza ukawa mbunifu mzuri sana wa mavazi, ukawa unawabunia wasanii unawabunia watu mbalimbali mbali, vitu vingi tu ambavyo watavipenda na mwisho wa siku utajikuta unapata pesa. Kwa hiyo ukiwa mbunifu unaweza ukabuni kitu kizuri, ukatengeneza kwa mfano maua, ukatengeneza hereni, unakuwa mbunifu unabuni unaonyesha kwamba huu ni mtindo wa mwaka fulani au ishirini ishirini na tano hereni zinatakiwa hivyo. Unabuni wewe ukiwa mbunifu, watu watakuwa wanakufata wewe kuona ni vitu gani vizuri ambavyo umeshavibuni, ili na wao waweze kuvitumia. Hapo tayari utakuwa unapata biashara kwa sababu unakuwa unabuni vitu ambavyo pia vinaendana na wakati unabuni mavazi labda mavazi ya shule, unabuni mavazi ya ya wapishi, unabuni mavazi ya wanamitindo. Mwisho wa siku unapata pesa, hiyo ni biashara nzuri sana, usiiache. Biashara namba kumi na mbili imejikita katika kufundisha lugha tunapoangalia sasa hivi kuna watu wa mataifa mbalimbali mbali wanakuja labda kwenye nchi fulani, watu wanakuja Tanzania kwa mfano, hawajui Kiswahili, fundisha Kiswahili. Jikite kwenye hiyo biashara kwamba mimi ninafundisha lugha, wafundishe. Kama wewe labda umesoma, unajua kufundisha Kichina, unajua hiyo lugha ya Kichina, fundisha Kichina. Waambie watu mimi ninajua kufundisha lugha mbalimbali, fungua kituo chako. Unaweza ukafungua shule na ukawa wewe unafundisha lugha mbalimbali za kitaifa na za kimataifa. Utapata wanafunzi wengi sana ambao hukuwatarajia. Mwisho wa siku, unapata kipato na maisha yanasonga. Fanya biashara ya kufundisha lugha mbalimbali, utanishukuru baadaye. Biashara namba kumi na moja. Ni kuhusu huduma ya mitindo na ushauri wa mitindo. Unaweza ukafungua kituo. Wewe ukawa unatoa huduma tu za mitindo. Wana mitindo mbalimbali, unawabunia unawatengenezea mavazi yao. Unaonyesha kabisa haya ni mavazi ya wasanii, haya ni mavazi ya wafugaji, haya ni mavazi ya wakulima, haya ni mavazi ya walimu, haya ni mavazi ya kiofisi, haya ni mavazi ya mitoko. Watu wanapenda sana kutoka na wanapenda kupendeza. Waonyeshe ni mavazi gani wanatakiwa wavae jioni. Pia unafungua kituo na unakuwa unatoa ushauri, wanakuja pale kukuuliza, labda kama wakati wa harusi, na natakiwa nivae vazi gani jioni unawatoea ushauri, unawapa ushauri, unawaambia kwamba kama ni jioni unatakiwa uvae vazi hivi, kama unakwenda kanisani, mavazi ya kanisani yanatakiwa yawe hivi, mavazi ya kwenda mahali fulani, yaani maeneo mbalimbali. Wanaume wanene wanatakiwa wavae nguo gani? Wanaume wembamba nguo gani? Wanawake vile vile, unakuwa unatoa ushauri. Watu watapenda ushauri wako na watakufuata na utapata pesa. Biashara namba kumi ni biashara ya upigaji picha na video. Hii ni biashara moja nzuri sana, inawafaa watoto wa kike. Ni biashara nzuri sana kwa wanawake. Hebu imagine, umefungua studio wewe ni mwanamke msichana au mdada, unapiga picha pale ndani, watu wanakuja, unawapiga picha. Wakati wa sherehe unapiga picha una chukua na video wakati wa shamra shamra, matukio mbalimbali unahusika, unajihusisha. Unaona kuna mikutano ya CCM, kuna mikutano mikutano ya ya vyama mbalimbali mbali, kuna makongamano unakuepo pale ukiwa na kamera yako, umevaa vizuri na unapiga picha. Ni biashara nzuri sana, sikwambie mtu. watu wengi wanapenda kuhudumiwa na wadada. Ebu imagine na kamera yako, afu uko smart, maana yake utaitwa kila kona na utafanya biashara na utapata pesa. Biashara namba tisa ni biashara ya afya na fitness, ninamaanisha mazoezi. Watu wanataka kujua jinsi ya kula vizuri. Watu wanataka kujua ni, ni kitu gani yale kwa ajili ya afya yake. Fundisha, wafundishe watu vitu gani wale kwa ajili ya afya zao. Sasa hivi watu wengi hawataki kunenepa, wanataka kuwa na mili yani simple, simple hivi very smart smart. Sasa wafundishe wafundishe yoga wafundishe aerobiki mazoezi mbalimbali, fungua sehemu ya kufanyia mazoezi, wafundishe watu kufanya mazoezi. Hujui wewe kufundisha kufanya mazoezi, ajili watu wanaojua kufundisha mazoezi, watu watafu, watakuja watafanya mazoezi na utawafundisha wale nini kwa ajili ya afya yao, na utapata pesa. Hiyo ni biashara moja nzuri sana, habari ya mjini. Biashara namba nane ambayo ninaenda kuizungumzia ni biashara ya kutoa huduma ya ushauri. Hapa kwenye kutoa huduma ya ushauri, unaweza ukafungua kituo kwa ajili ya kutoa huduma au unaweza ukatoa huduma za ushauri binafsi bila ya kuwa na kituo. Kama tunavyojua, watu wengi siku hizi katika maisha wanakumbana na stresi, wanakumbana na mambo mengi. Hata mambo ya furaha pia unaweza ukatolea ushauri. Kwa hiyo unaweza ukatoa ushauri. Watu wakikufahamu watakuja kwako wewe, unawapa ushauri na wanakulipa pesa. Hiyo ni biashara nzuri sana kwa wadada, kwa wanawake na wasichana, kwa sababu watu wengi wanawaamini wadada, wanawaamini wasichana, wanawaamini pia wanawake. Fanya biashara ya kutoa ushauri, utanishukuru baadaye. Biashara namba saba ni biashara ya uuzaji wa vitu vya mikono. Ninaposema vitu vya mikono, ninamaanisha ni vitu vile ambavyo unaweza ukavitengeneza wewe mwenyewe, yaani unaweza ukatengeneza vitu vya urembo, unaweza ukatengeneza vito vya thamani unaweza ukatengeneza vitu ambavyo tu vinatengenezwa kwa kutumia mikono. Unaweza ukatengeneza sabuni, mafuta, losheni na vitu vingine vyote ambavyo unajua kwamba vinatengenezwa kwa mikono, ukatengeneza hivi vitu na ukawauzia watu na ukapata kipato. Kwa hiyo biashara ya kutengeneza vitu vya kuuza vitu ambavyo ni vya ufundi ambavyo vimetengenezwa kwa mikono ni biashara moja nzuri sana. Biashara namba tano tunaenda kuzungumzia usimamizi wa mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kwa sasa inakuwa kwa kasi sana. Watu wengi wanatembelea mitandao ya kijamii. Vitu vingi vinatafutwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unatakiwa pia kufanya biashara ya kusimamia mitandao ya kijamii. Utasimamiaje hiyo biashara katika mitandao ya kijamii? Maana yake ni kwamba utatengeneza programu mbalimbali, utatengeneza vitu ambavyo watu wanavitafuta kwenye mitandao ya kijamii. Hapo utakuwa sasa unafundisha, utawafundisha watu jinsi ya kutumia vizuri mitandao ya kijamii watu wakijua matumizi mazuri, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, wana uwezo wa kujipatia pesa. Hizo pesa watakazokuwa wanajipatia ni kutokana na wewe ambaye utakuwa umewafundisha jinsi ya kutumia vizuri mitandao ya kijamii, na hapo wewe utajiingizia pesa kwa kutumia nini? Mitandao ya kijamii Biashara namba nne ambayo inawafaa wakike na maanisha wanawake na wasichana, yaani kwa ujumla watu ambao ni wa kike, ni biashara ya ususi wa nywele. Wanawake wengi tunapenda nywele, ukija kuangalia hapa, mara nyingi watu wanaenda saluni, anaenda saluni kwa ajili ya kupendeza, asuke nywele zake vizuri, ziweze kupendeza na avutie. Ukifungua biashara ya ususi wa nywele maana yake ni kwamba utapata wateja wengi sana, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye hapendi nywele zake, hakuna mwanamke ambaye hapendi kichwa chake. Hata wale ambao wananyoa, unakuta wat, watakuja saluni kwako. Maana yake hapo utakuwa pia umefungua saluni, au unaweza ukafanya hii biashara ya ususi wa nywele hata bila kuwa na saluni. Unaweza ukatengeneza sehemu yako nzuri ukaweka pale watu wakakukuta pale na ukawasuka nywele zao zikapendeza. Watu wanatengeneza kwa mfano dredi kama hivi, watu wanasuka nywele za kawaida, wanasuka rasta. Siku zote mwanamke ni kupendeza, kwa hiyo wewe jikite na hii biashara ya ususi wa nywele au ya kutengeneza nywele kwa ujumla. Utafurahi na utapata kipato. Hii ni biashara nzuri sana ambayo inaweza ikakuletea kipato. Biashara namba tatu ni biashara ya upishi na usambazaji wa vyakula. Watu wengi sana ukifuatilia, hasa watu wa maofisini, watu walioko ofisini wanakuwa busy muda mrefu sana, hawana muda wa kwenda kutafuta vyakula wanapokuwa ofisini wakifanya kazi zao, pia wanahitaji kula chakula. Fanya biashara ya upishi na usambazaji wa chakula. Biashara ya upishi na usambazaji wa chakula ni biashara moja nzuri sana. Utakubali wewe mwenyewe kwamba hakuna mtu anayeweza kuvumilia njaa, wala hakuna mtu ambaye anapenda kushinda njaa. Kwa hiyo wewe ukianzisha hiyo biashara ya upishi, lengo kuu la hii biashara ni wewe uweze kupata kipato, na ili upate kipato kwenye biashara hii, lazima uzingatie masuala ya usafi watu wengi wanapenda kula chakula kwa mtu ambaye ni msafi. Andaa vyombo vyako vizuri, andaa chakula chako vizuri, hakikisha wewe mwenyewe kwanza ni msafi. Utapata wateja na watu watakula chakula kwako. Unaweza ukaandaa vitafunwa, unaweza ukawa unaandaa matunda, unaweza ukawa unatengeneza juisi au unapika kabisa chakula ambacho ni cha mlo kamili, na unawasambazia watu chakula, na watu wanakulipa pesa. Hiyo ni biashara nzuri sana. Jaribu kufanya utafiti, utakubaliana na mawazo yangu. Biashara namba mbili ni biashara moja nzuri sana, ambayo pia inaleta pesa na kipato chake ni cha haraka na faida yake ni kubwa sana. Hii ni biashara gani? Basi hii ni biashara ya uuzaji wa nguo za ndani. Nguo za ndani, kama nguo za ndani ni biashara moja nzuri sana ambayo ukifuatilia utakubaliana na mimi. Uza nguo za kike, uza nguo za kiume, uza nguo zote za ndani za wanawake na za wanaume. Unauza boksa nzuri, unauza nguo za ndani za kike nzuri, almaarufu kama kocho. Unapata pesa hii ni biashara moja nzuri sana ambayo itakuingizia kipato kwa muda mfupi, alafu faida yake ni kubwa. Ukija kuangalia hata mtaji wa hii biashara ni mdogo, lakini faida yake ni kubwa. Biashara namba moja, sasa hii tunaita siku hizi, mama lao au baba lao. Hii ni biashara moja nzuri sana. Biashara namba moja ambayo ni biashara ya e-commerce, nikimaanisha biashara ya mtandao. Watu wengi sana siku hizi wanatumia mitandao ya kijamii kutafuta vitu vingi sana kule kwenye mitandao ya kijamii. Mtu akiwa labda anaumwa, anaingia online, anaangalia dawa za kumsaidia tatizo lake mtu akiwa anataka ushauri anaingia kwenye mtandao, anatafuta YouTube au anatafuta kwenye mitandao mingine, jinsi gani watu wameshauri kuhusu tatizo lake. Jikite kwenye hii biashara ya, ya mtandao, toa ushauri kwa watu. Pia ukiacha tu na kutoa ushauri, unaweza ukawa unauza bidhaa zako moja kwa moja kwenye mtandao. Biashara hii inahitaji uaminifu wa hali ya juu kwa sababu unafanya biashara na watu ambao hawakujui. Watu wamekuona kwenye mtandao, wamekuamini, wamekutumia pesa zao. Hakikisha unawapatia mzigo kama mlivyokubaliana kwenye mtandao. Hii ni biashara nzuri sana kwa sababu inakukutanisha na watu wengi hata ambao wako mbali. Kwa hiyo biashara ya mtandao kwa miaka hii ya sasa ni biashara moja nzuri na biashara moja kubwa sana. Biashara hii ina faida kubwa na pia biashara hii inakukutanisha na watu wengi sana. Asante kwa kutazama video hii. Kama umependa video hii, tafadhali usisite kushare, usisite kusubscribe na pia usisite kuweka comment. Weka maoni yako kwenye comment section tuambie ni wapi njio, kwenye comment section tuambie ni biashara gani ambayo umezipenda kati ya hizo biashara kumi na tano. Pia unaweza ukatuambia ni biashara gani nzuri ambazo wewe unazifahamu ambazo zina kipato kizuri na ni biashara zinazowafaa wadada, yani watu wa jinsi ya kike.